iochobarafu hakuna akukimbilia tena maisha yake yakawa kama mawingu jeusi. O Sabra, machozi yako ni bahari, kila kombe la machozi ni siri ya maumivu. Dada, jana katika mizunguko yangu nilikutana na binti mmoja mzuri sana. Yani, mweupe, lakini alikuwa na matatizo. Tatizo gani tena? Alipoteza laki mbili. Bahati nzuri mimi nikaiona. Ikawaje? Nilimrudishia. <laughs> Safi, umefanya vizuri, maana uwezi jua huenda alikuwa na matatizo na hiyo laki mbili ndo tegemezi lake, ilikuwa hivyo Kabadilishana namba, nadhani leo tunaweza kwenda kuonana. Natamani sana awefi yako, au wanawake wazuri weupe, angalia tu wewe na moyo wa upendo kwako, maana asiji akatokea kama mama ake Selina. Namwomba Mungu isiwe hivyo. Akishaonaga simu anatulia. <laughs> Anaangalia katuni ana hata habari. <laughs> Oh yeah. Mm. Siku za kafara zimekwisha karibia na mkeo amekwisha karibia kujifungua. Hivyo basi, inabidi huwe unakuja mara kwa mara hapa Kilingeni ili pindi tuianzapo tiba yetu ya kafara ifanyike vizuri, bila matatizo Beaya, bila pingamizi yoyote wala kwa kipingamizi chochote. Umenielewa? Mzee Majabe ametumia matatizo yangu kama fimbo kuniazibu. Natamani kumwambia mama juu alichonifanyia. Ila nawaza nini kitatokea baada ya mama kujua kuwa Majabe amenibaka. Acha nikae tu kimya. Pambo zilinifanya Chika kaningilia kimwili baada ya chifu kuniruhusu niende naye kwenye pati. Na ikapelekea nikapata maambukizi ya vivyo yaliyosababisha ndoa yangu kuvunjika. Na leo pambo hizo hizo zimenifanya babangu wa kambo kanibaka na kila sababu ya kujifunza katika hili. Ee Mungu naomba unisamehe juu ya haya yaliyojitokeza, na kuanzia leo sitakunywa wala kukaribia pombe katika maisha yangu. Nilikwambia aje kuhusu kukanana hapa kwangu, upo sahihi, lakini naomba ipind kidogo nisikilize tafadhali. Huo muda kukupowe, kusikiliza mimi, sina nakuchukia, yn yani sijui watufanye nini, uiondoe chuki iliyoko moyoni mwangu, siku siku zote chuki kumchoma naye hifadhi. Tambua kwamba hakuna mwanadamu uukamilika kweli, na hasira akimbah

Hamna shidakna sasa, isipoteze muda mi, bwana, nimeinvesti katika okay. maduka

Ehi. Na kupigia simu zangu upokee. Na kutumia misiji zangu unijibu, si ndiwe? Okay. Nahitaji ile utanipa mtaji nitamwambia Fadi kila kitu baina mimi na wewe kinachoendelea. Una kila sababu ya kujifunza katika ele hembo, wacha umalaya, heshimu wanawake wa marafiki zako

Maida, siku zote nakutafuta, ulikuwa wapi? hilo pasi kujua. nahitaji talaka yangu. Bro, hivi unatambua huyo ni mke wa mtu? Najua. na unapataje ujasiri wa kukaa naye kipindi chote ambacho mi namtafuta? Maida, twende nyumbani. Mbona unashindwa kushirikisha ubongo kabla hujafanya maamuzi? Tambua mwanamke kudai talaka ni haki yake. Amedai talaka mpatie. Sasa mmekutana njiani unataka kumfanyia fujo ili iweje? Mmeshindana tabia, ana haki ya kudai talaka mpe. Kwa sababu ugomvi sio njia sahihi ya kutafuta mwafaka. Mwenye akili ushirikisha maarifa na fikra pili unapotaka kufanya maamuzi. Aya, umempushi hapa kadondokea tumbo. Amekufa bahati mbaya. Unajibu nini? Eh? Hebu acha ujinga. Mimi nishampeleka mpaka kwenye uongozi wa dini lakini akagoma kutoa talaka yangu. Sasa kosa langu ni kuwapi? Maida haina shida, ila tutajua kati ya nazi na jiwe kipi kigumu. Mwana msingi ya baroni nilipata

Baby Mshenga ameshaleta barua nyumbani na baba ameipokea na pia amemhakikishia tampa majibu mazuri okay. Basi kama wamekubaliana ni vizuri, lakini cha msingi tu ambacho ninapenda ni kuombe, naomba uwe makini usije ukajua kama yeye ni mjamzito kabla hatujafunga ndoa. Sawa mami, ombe chini katika ile kipenzi bilsi kutoka kwa nani? Mbona mi na baba yako tumevumiliana sana upande wetu sisi, hizi tabia umezianzisha ni wewe. Na kwanza mjukuu wangu yuko wapi? Ameondoka na Jweli? Na Jweli sijui yuko wapi? Namtaka mjukuu wangu. Alafu yule mtoto mgonjwa jenge, kwa mtoto wako? Au unafanya hivyo kwa vile yule mtoto sio wako? Mimi ni mzazi, lazima niumie. Hmm, chona, huo ndo utajili wako.